Kila simu mpya inapotolewa, watu hao kama kuku na kimbilia chakula vile. Wengine wanauza figo, maini wengine wanauza mwili mzima ili waweze kununua toleo jipya la simu. Cha kuchekesha ni kwamba wanatumia simu hizo kufanya vitu walivyokuwa wanafanya na simu za zamani, yani kupiga simu, WhatsApp, Instagram, Telegram, X labda na kupiga picha mbaya za chakula ambacho wanahisi ni ufahari. Wewe muulize hata mtu mmoja anaitumia toleo jipya la iPhone au Samsung, nini maana ya refresh rate? Tabaki na kutolea macho tu, alafu ukiwauliza utasikia, "Oh, nataka iPhone mpya kwa sababu ina ulinzi mkubwa." Ulinzi gani? Hey, wewe ushakuwa mdukuzi au unafanya biashara dark web? Mi najua Amina, umemwambia mshikaji akununulie iPhone mpya kwa sababu umeona Maria kanunulia iPhone mpya na bwanake Kevin, na hey, umetumia milioni mbili kumnulia simu Maria, ili upate kitu ambacho wakina shabani wanapewa bure kabisa na Maria. Kama utumia asilimia tisini ya features au vitu ambavyo vipo kwenye simu yako mpya, basi hongera kwa kununua kopo la gharama. Video hii ni kwa ajili ya wale wanaopindisha migongo ili kwenda na wakati, ila kama wewe pesa ipo, siwezi kupangia matumizi. Kwanza mwenyewe natumia Philips. Simu imetolewa zama za kale kwa enzi za ujamaa na kujitegemea. Makasiriko yanaruhusiwa kwenye comments. Tuwe wa kweli, ulinunua simu ili watambie watu na sio kwa sababu ya uwezo wake. Hapo sikusemi wewe. Amina, Maria, Kelvin, na Shabani nisamehe kwa sababu nimetumia majina neno, ila simaanishi nyie.